Habari ni wapenzi watazamaji, wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV. Ni mara nyingine tena tunakutana sisi na wewe katika kukuletea habari mbalimbali tulizoziandaa kupitia YouTube channel yetu pendwa kabisa ya Haswa TV, na leo tunakuletea kipindi kifupi baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa 2025 ishirini thelathini na na leo tumepata bahati ya kuwa na meneja kampeni wa Chama cha Mapinduzi ambaye alikuwa akimnadi mgombea wa ubunge na wagombea wengine, kwa vile kwa upande wa jimbo la Mafia Chama cha Mapinduzi ndio kimeongoza kwa asilimia tisini na nne na pointi kadhaa katika um, ubunge na madiwani wote ni kupitia Chama cha Mapinduzi, na tayari wameshapatiwa hati na kuapishwa. Kwa upande wetu Haswa TV tumeona si vibaya tukamwita meneja kampeni na tukaongea naye mawili matatu, ili kujua harakati alizozipitia katika siku sitini za kupambania ubunge wa chama cha mapinduzi kupitia jimbo la Mafia. Karibu sana katika kipindi chetu kifupi, meneja kampeni. Asante. Nashukuru sana, asante. Kwa kifupi, ujitambulishe, wazungumzaji wafahamu nani wanaongea naye. Ah, kwanza nikushukuru, nishukuru Haswa TV kwa sababu ndio chombo pekee kwenye wilaya yetu ya Mafia ambacho kinaweza kutoa habari katika kisiwa cha Mafia. Lakini nichukue fursa hii kuwashukuru waandishi wa, wa, wa Haswa TV kwa sababu wao ndio ambao kila kitu kwetu lazima watufikie. Mimi kwa jina naitwa Issa Sulemani Kombo ndiye meneja kampeni wa Chama cha Mapinduzi kupitia mgombea wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Mafia lakini kwa mantiki hiyo pia nilipata nafasi ya kuwanadi madiwani wote wakata nane kwenye wilaya yetu ya Mafia. Lakini kwa tafsiri hiyo hiyo, ndio ambaye nilikuwa na nafasi hiyo ya kutafuta kura za mheshimiwa rais kwenye jimbo hili. Watu mnafahamu kwamba mheshimiwa rais si kwamba ana uwezo wa kupita maeneo yote, lakini si kwamba ataweza kuwafikia watu wote, lakini sisi kama mameneja kampeni wa majimbo moja ya kazi kubwa kuliko zote ni kuhakikisha mheshimiwa rais anapata kura nyingi kwenye majimbo yetu. Na tuzungumzie hali ilikuwaje katika kipindi cha siku sitini za kampeni? Nashukuru kiukweli, katika siku sitini za kampeni, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu sana, okay. kwenye jimbo letu la Mafia hali ilikuwa iko shwari. Niwashukuru sana sana sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama hususan jeshi la polisi wamefanya kazi zao vizuri kwenye kipindi chote cha siku sitini za kampeni. Wameweza kutusapoti kwa maana ya ulinzi sisi kama Chama cha Mapinduzi kwenye maeneo yote, lakini naamini kama walivyofanya kwetu sisi Chama cha Mapinduzi ndivyo walivyofanya kwenye vyama vingine kwenye kampeni zao kwao. Nilipongeze sana jeshi la polisi, nimpongeze sana OCD kwenye jambo hili ambalo tulienda nalo vizuri lakini kimsingi kwenye siku sitini kwangu kama meneja kampeni ni siku ambazo zimeenda kuandika historia mpya ya kisiasa kwangu mimi, kwa sababu nimezitumikia siku sitini bila kupoteza siku yoyote, na nimepata nafasi ya kuzungumza na wanamafia kwenye maeneo yote. Tulianza kampeni zetu kwa uratibu wa kila kijiji, tulifanikiwa kwenda kufanya mikutano ya hadhara vijiji vyote ishirini na tatu ambavyo tunavyo katika jimbo letu yeah. lakini badala ya hapo, tukaangalia kwenye maeneo yenye mkusanyiko ya watu, maeneo muhimu nayo, tukafanikiwa maeneo yote kwenda kufanya kampeni za wazi, kwa maana ya mikutano ya hadhara. Lakini tumeratibu kufanya vikao vya ndani na makundi mbalimbali na tumeyagusa makundi yote, hakuna kundi tumeliacha. Lakini kikubwa zaidi ambacho nadhani, si dhani kwa jicho la kawaida kwamba watu wamekiona hmm. Lakini tumeweza kuwafikia vijana wote kwenye maeneo yao kwenye shughuli zao za kila siku, hatukutaka kuwakusanya vijana kwenye eneo moja hmm. Tumeweza kutembea kwenye shughuli za vijana, wakiwemo vijiwe vyote vya bodaboda Mafia nzima tumeweza kuvifikia. Lakini tumewafikia wavuvi wote Mafia nzima kwenye maeneo yao kwenye shughuli zao tulienda kuwaomba kura lakini pia tumeweza kubeba changamoto zao walizokuwa nazo. Kwa hiyo kwenye siku sitini hizi za kampeni kwetu Chama cha Mapinduzi zilikuwa siku za faraja, zilikuwa siku za moto sana kwa sababu tulikuwa tunatafuta kura, lakini siku ambazo tumeona kila kitu ambacho kipo kwenye jimbo letu. Changamoto gani kubwa ambazo umekumbana nazo katika siku sitini hizi za umeneja kampeni? Ah, nashukuru sana, nashukuru sana mimi kama meneja kampeni niseme na nichukue nafasi hii kabla sijazungumzia hizo changamoto okay. kuishukuru sana kamati ya siasa ya wilaya ambayo kimsingi ndio waliobariki mimi kuwa meneja kampeni lakini, nishukuru sekretarieti ya CCM wilaya ambayo ndio injini iliniwezesha mimi kufanya hizo kazi. Lakini mm, kwangu changamoto hazikuwa kubwa okay. kwa sababu nilipata ushirikiano wa kutosha nipata ushirikiano wa kutosha kwa upande wa mgombea wangu, alinipa ushirikiano mkubwa, lakini pata ushirikiano wa kutosha kwa upande wa wa chama changu, nimshukuru Mimshu, mwenyekiti wa CCM Wilaya alinipa ushirikiano wa kutosha. Changamoto zilizojitokeza ni changamoto za kawaida, pale ambapo unaenda kufanya mkutano, ukimalizika, inawezekana kuna baadhi ya vitu wananchi wanahitaji kuvipata ikiwemo okay. t-shirt za mgombea. Hizi ndio changamoto ndogo ndogo ambazo nimekutana nazo, kwa sababu kila mtu alikuwa anakuja kwa meneja kampeni kuhitaji hivyo vitu. Kwa hiyo kwe, kwenye eneo hili la mabango, kwa maana ya t-shirt na vitu vingine, ndio changamoto ambayo kwa kidogo ilikuwa nakutana nayo, lakini nashukuru, nashukuru sana, tumeweza kukabiliana nayo kwa asilimia kubwa. Mgombea wetu alijitoa sana kwa kutengeneza t-shirt nyingi ambazo nimeenda kuzigawa kwa watu wengi, wana CCM, wapenzi wa CCM, lakini hata watu wa kawaida lakini tumefanikiwa kugawa kwa vijana wa bodaboda walio wengi. Kwa hiyo sikuwa na changamoto ambazo ziliweza kuwa vijingi kwenye shughuli yangu ya umeneja kampeni, kutokana na ushirikiano mkubwa ambao kwa nimepata kwa wenzangu. Nafasi yako uliokuwa nayo katika Chama cha Mapinduzi ni mwenezi, na ukabarikiwa kupata nafasi ya meneja kampeni wapi unajiona kupitia chama chako cha Mapinduzi? Nikushukuru sana mtangazaji, nikushukuru sana. Ni kweli mimi kimsingi ndiye mwenezi wa CCM wilaya Mafia. Mafya hmm. Na ukiwa mwenezi maanake ndiye msemaji wa chama cha mapinduzi kwenye wilaya husika. Kimsingi hata nisingekuwa meneja kampeni, ningelazimika kukiombea kura chama kwenye maeneo yote. Okay. Na mpaka hapa nilipofikia ni kwa sababu chama cha mapinduzi kimenilea na kimenijenga. Nimeweza kupata mafunzo mbalimbali mbali, kupitia chama cha mapinduzi nje ya wilaya yetu lakini imeweza kwenda kuitwa hata makao makuu. Nadhani 2015 siasa zilikuwa za moto sana. Chama cha mapinduzi ngazi ya taifa kikaratibu kila jimbo kuchukua wanachama wawili kwa ajili ya mafunzo maalum. Jimbo la Mafia nilibahatika katika wawili, mimi nikawa mmoja wapo, na tukapewa majina ma maalum kwa wakati ule. Tulikuwa tunaitwa makapteni wa majimbo. Shughuli zetu, tulikuwa tunaratibu shughuli zote za kampeni kwenye majimbo yetu na tulikuwa tuna ripoti moja kwa moja makao makuu, kwa kile ambacho kwa tumekipata kwenye maeneo tulikuwa tuna ripoti moja kwa moja na wenzetu wa makao makuu. Kwa mafunzo yale yalikuwa mafunzo ya siku saba kule Dodoma, lakini aliniwezesha kuniongezea weledi na uwezo mkubwa wa kusimamia haya mambo kwa nilipokuja kuwa meneja kampeni sasa. Kwa kipindi hiki kimsingi, mimi nimefarijika na naamini kupitia chama changu Chama cha Mapinduzi, yako mambo nimeongeza, lakini chama nacho kimeona kimeona namna shughuli nilivyozifanya. Na, ni na, kimsingi Chama cha Mapinduzi hakijawahi kumwacha mwanachama yoyote bure. Mi naamini kupitia haya ambayo kwa nimeyafanya, nimejijengea uwezo mkubwa ndani ya chama cha Mapinduzi, lakini nimekitendea haki chama changu. Naamini chama kimefarijika, na viongozi wangu wa ngazi ya wilaya, mkoa na taifa, naamini kwamba iko siku, iko siku watajua kwamba jambo gani mimi la kunifanyia, naamini sana. Inshallah, tunakuombea dua. Na tukija kwenye nafasi yako ya meneja kampeni ni kuwaombea kura, tunasema wagombea, hususani mgombea ubunge, na tumeona amepata kishindo cha kikubwa. Wewe ndio meneja kampeni na ndiye tunasema, ikiwa meneja kampeni ndio mnadisera za yule ambaye, kwa upande wako, unaona sababu iliyosababisha aweze kurejeshwa tena, kwa sababu ni awamu ya pili kuwa mbunge wa jimbo la Mafia, kwa upande wako wewe ni sera ulizozinadi ama ni kazi aliyoifanya mgombea wako? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, ndugu zangu, nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza mbunge mteule wa jimbo la Mafia, ndugu yangu Qsomari Juma Kipanga kwa kwa ushindi ambao ameupata, lakini niwaambie wana Mafia wote ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi ni mashahidi okay. Mbunge huyu amemaliza miaka mitano iliyopita, tunaenda naye miaka mitano mingine, lakini mnafahamu mchakato wa chama chetu. Mambo haya yanaanza kwenye mchakato wa chama, kwa maana ndani ya chama kwenye kura za maoni, na nyinyi ni mashahidi. Haswa TV mlikuwepo, mchakato ule wa kura za maoni ulionyesha namna wanachama wa Chama cha Mapinduzi walivyokubali utendaji kazi wa mgombea huyu. Lakini nichukue nafasi hii kuishukuru kamati kuu. Kamati kuu nao waliona kwamba Mafia bado ipo haja ya kumrudisha ndugu yetu Omar Juma Kipanga kuendelea kwenda kutetea nafasi yake ya ubunge kwenye jimbo hili. Lakini tafsiri yake ni kwamba tumeenda kwenye uchaguzi wa wananchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi ni mashahidi idadi ya kura ambazo tumeenda kuzipata, lakini waambie, kura zile hatukuzipata kwa sababu ya maneno mazuri tu ya meneja kampeni. Kura zile hatukuzipata kwa sababu mgombea wetu anaongea vizuri. Ndugu zangu, kura zile tumezipata kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimetekeleza vizuri utekelezaji wake wa ilani ndani ya jimbo la Mafia. Leo tunapozungumza, hakuna sekta yoyote ya maendeleo kwenye jimbo letu ambayo kuwa haikuhusu Ndugu zangu, waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, mkienda kwenye eneo la elimu, leo Mafya imenawirika. Kwenye eneo la elimu tuna madarasa ambayo yanasubiri wanafunzi, tofauti na zamani. Lakini ukienda kwenye eneo la afya, hakuna kijiji hata kimoja ambacho hakina zahanati. Lakini tuna vituo vya afya takriban vitatu. Sasa tunavyo viwili vimeshaanza kazi, lakini tunacho kimoja, tupo kwenye kwenye ujenzi, jambo ambalo wananchi kwenye eneo hili wamefarijika sana lakini ukienda kwenye hospitali yetu ya wilaya unaona uwekezaji mkubwa uliowekezwa pale na serikali. Tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Hakuna jambo ambalo sisi Mafya limetuheshimisha kama jengo la mama na mtoto. Sisi hatukuwa na hayo mawazo wala fikra kwamba tungeweza kujenga jengo maalum kupitia mapato yetu ya ndani, nikaitwa jengo la mama na mtoto. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea fedha za kutosha, ametujengea jengo la mama na mtoto ambalo linaenda kuondoa kadhia kubwa ya mama zetu kwenye wakati wa kujifungua. Lakini sio jengo, ametuletea vifaa, vifaa vyenye ubora kabisa. Kwa hiyo ukiachana na maneno mazuri ambayo tulikuwa tunazungumza kwenye jukwaa, tulikuwa hatuzungumzi maneno yetu kutoka mdomoni mwetu. Hatulikuwa hatu tuzungumzi hatu kwa hisia zetu. Tulikuwa tunazungumzia utekelezaji wa ilani ambao kimsingi uko kwa wananchi, na wananchi na wenyewe wananchi wanauona. Ao upatikanaji wa kura nyingi hizi za kishindo, mbunge kushinda kwa asilimia tisini na nane nukta sita, Mheshimiwa Rais kushinda kwa asilimia tisini na tano nukta nane, hii inatokana na utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi ambao wananchi kimsingi Mafia wameupokea vizuri na kila kitu kinaenda vizuri. Hii ndio siri ya ushindi mkubwa huu na wala sio kwa sababu ya usemaji wa meneja kampeni. Asante. ishirini ishirini ishirini na tano tumeona nafasi ya Chama cha Mapinduzi, mgombea ama mbunge jimbo la Mafia nikupitia Chama cha Mapinduzi, unaiona Mafia? Miradi, kwa sasa tayari umetuelezea miradi yaliyofanyika wa elfu mbili na ishirini mgombea wako tano ishirini na tano Wapi Mafia? Kushkuru, salamu, kwa Mafia? Mimi nikushukuru sana mwandishi wa habari kwa swali zuri. Lakini ndugu zangu mimi naiona Mafia ya aina yake, naiona Mafia ya aina yake ishirini na tano thelathini, kwa sababu sisi Mafia hadi leo tunapozungumza kwenye eneo la miundo mbinu tumebakiwa maeneo machache sana, tena kwenye eneo la barabara ambalo tunao barabara kutoka Kilindoni Rasim Kumbi. Tuna imani ishirini na tano thelathini ilani yetu imeeleza na tuna imani kubwa na mheshimiwa Rais atatupatia fedha za kujenga barabara hii kwa kiwango cha lami. Tafsiri yake ni kwamba tutakapojenga barabara ya Kilindoni Rasimu Kumbi kwa kiwango cha lami, tunaenda kuifungua Mafia ya kiutalii, kwa sababu Mafia ni kisiwa cha utalii, na Mafia tukipromote vizuri kwenye utalii itakuwa Mafia ya aina yake, lakini tunaenda kuiona Mafia ambayo inaenda kuongeza ajira kwa vijana wetu. Barabara hii ukienda kule kaskazini kuna maeneo mengi ya kiutalii bado hayajaboreshwa. Hayajaboreshwa kwa sababu ya miundombinu ya barabara. Sisi ni imani yetu mahoteli mengi yatajengwa kule. Mahoteli yatakapojengwa kule, ajira nyingi zitatengenezwa hapa Mafia. Lakini kipato cha wanamafia kinaenda kuongezeka. Lakini leo tunavyozungumza wananchi wa Mafia wanaenda kupokea kivuko cha pili MV Kilindoni. Tu tafsiri yake ni kwamba tunaenda kuifungua Mafia kiusafiri. Wapo wageni wengi, tutawapokea Mafia. Wapo wafanyabiashara wengi, tutawapokea Mafia. Lakini wapo wawekezaji wengi, tutawapokea, wapo wapo wengi wengi, lakini wawekezaji Mafia kwa idadi yetu wananchi wa Mafia, kwa udogo wa kisiwa chetu tulichokuwa nacho, ndugu zangu, tunaenda kutengeneza Mafia yenye kipato kikubwa lakini tunaenda kutengeneza Mafya yenye kivutio kila mmoja atatamani kuja kuishi Mafya. Kwa mi ni imani yangu, ishirini ishirini na tano, ishirini na tano thalathini, tunaenda kutengeneza Mafya yenye mvuto, haitokuwa na tofauti na Unguja kwa maana ya Zanzibar. Huko ndiko tunakoelekea, na mi niwaambie wananchi wa Mafya, tuendelee kuwa na imani na Omari Juma Kipanga kama mbunge wa jumbe la Mafya tuendelee kuwa na imani na Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wa jamhuri ya muungano wa Mafia mbunge wa Mafia anahitaji kuiona Mafia imetoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua tano zaidi za kimaendeleo hii ndiyo ndoto yake na tunamwamini kwenye hili tunaenda kufanikiwa tuzungumze kwa ufupi swala la amani hususan katika kisiwa chetu cha Mafia asante sana Ah, mimi nikushukuru ingawa suala hili wenzetu wa usalama ndio wanatakiwa kulizungumza kwa kina, lakini mimi kama meneja kampeni, lakini kama mkazi wa Mafia, kama mwenezi wa chama cha Mapinduzi, sisi tunashukuru sana sana sana, na kwenye eneo hili niendelee kuvishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Ndugu zangu, katika sehemu ambayo tuna amani ya kutosha ni katika kisiwa cha ja Mafia tumefanya kampeni mpaka tumemaliza kampeni zetu. Kwanza tulifanya kampeni za kistaarabu sana, pale ambapo ilitokea kupishana na wenzetu, vyombo vilikuwa vinatuambia, lakini na wenzetu vyombo walikuwa wanawaambia ko kwe. Kwenye eneo la amani, nivishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama, lakini mshukuru mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ndugu yetu kamisa wetu mkuu wa wilaya ya Mafia mama yangu Aziza Mangosongo, kwenye eneo la amani, ni mpongeze sana. Mpaka tumemaliza uchaguzi hakuna tukio lolote ambalo limeleta rapsha kwa wananchi wala kwa vyama vya siasa. Tumemaliza tukiwa salama kwenye eneo hili, ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu sana, ametuwezesha kufanya kampeni na kumaliza uchaguzi wetu. Tukiwa salama kwa sababu wana Mafia wote ni ndugu na tunaishi kwa kushirikiana. Tofauti zetu za vyama haziwezi kutugawa. Tumeshukuru sana vyombo vya ulinzi kwa kumalizia kampeni. Tayari tumeshamaliza, matokeo tayari yameshatoka. Wananchi nini tusubirie? Ni kweli matokeo yamesha toka. Ndiyo. Na mbunge wa jimbo la Mafia ameshatangazwa, ameshatangazwa, amesha tayari, na kula mtu sasa hivi anajua mbunge wa Mafia ni nani bado taratibu nyingine za serikali kuhapishwa na nini, ili aweze kuanza kazi, lakini ni waombe wana Mafia wajenge matumaini wao, na kwanza ni mbunge ambaye anapenda kujishusha, lakini wananchi wa Mafia ni mashahidi, ni mbunge ambaye anausa hata hisia za watu, lakini mbunge ambaye anashuka chini kusikiliza matatizo ya watu. Wana Mafia ni waombe wakae mkaa wakula, wakae mkaa wa kupokea maendeleo. Lakini wakae mkaa ule ule wa kumuona mbunge wao, wameenda kushirikiana naye kwenye misiba, wameenda kushirikiana naye kwenye wagonjwa. Mbunge huyu kafanya kazi ndani ya miaka mitano. Niseme nimpongeze sana. Ni mbunge watatu kushirikiana naye. Lakini ni mbunge ambaye matatizo ya wananchi namna alivyoyagusa ni ya kipekee kwa kweli. Tumpongeze sana na tumwombee kwa Mungu ampe afya njema lakini ampe maono mapana. Amina lolote la kumalizia ambalo unaona hili ni tukifunga kipindi Haswa TV hujalizungumza basi utaondoka na dukuduku. <laughs> Nikushukuru sana, nikushukuru sana. Aa, TV, na dukuduku, nikushukuru sana, nikushukuru sana ndugu yangu mwandishi wa habari. Mimi nisingeshukuru Hafsa TV nadhani ingekuwa sijaitendea haki. Asante sana, jambo hili nilihitaji kama ungeweza kuniuliza, nishukuru kwa kunipa hii nafasi. Mimi nashukuru sana Hafsa TV, nawashukuru kwa sababu hakuna mkutano wowote wa kampeni ambao hamkushiriki Support yenu support yenu imechangia zaidi ya asilimia ishirini kwenye ushindi wa chama cha Mapinduzi kwa sababu yale ambao kwa sisi tulikuwa tunayazungumza wako wananchi walikuwa hawawezi kufika kwenye mikutano ya kampeni lakini mmeweza kuyarusha yote na wananchi walikuwa wanapitia kuyaona yale Kwa mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana sana na niwaombee kwa Mungu, Afsa TV mweze kutanua wigo. Ndugu zangu, mnatusaidia sana Chama cha Mapinduzi, lakini mnaisaidia serikali yetu, halmashauri ya wilaya Mafia, lakini mnaisaidia kuifungua Mafia, kuifungua Mafia. leo hii kama kuna chombo kimempromoti Papa Potwe, basi Afsa TV imempromoti kwa asilimia mia moja, jambo ambalo msingefanya nadhani ingekuwa ngumu. Mimi ni washukuru sana sana, kila la heri, shukran sana. Basi hadi kufikia hapa, wapenzi watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV, hatuna la ziada. Kama nilivyokuambia, tulikuwa na kipindi kifupi na meneja kampeni wa Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025 2030 ambaye amewanadi wagombea, hususan mgombea ubunge na kuomba kura za mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tayari ushindi umepatikana na kila kitu kimenyoka tumeona si vibaya tukakutana naye kwa pamoja na kufanya naye kipindi. Lakini pia kabla sijafunga kipindi changu, ni mshukuru sana Hasan Mchenza ambaye melikwa Maisala Lodge kwa udhamini wake mkubwa wa kuhakikisha tunakaa mandhari mazuri, kipindi tunafanya kizuri kwa usalama na amani na kila kitu, tunamshukuru sana. Lakini asante kameramani kwa kazi nzuri. Mungu akubariki, endeleni kuangalia Haswa TV, asanteni sana na Mungu awabariki, shukrani.